imba kwa furaha unamtukuza Mungu kama Bikira Maria aivyoima wimbo wa furaha wa Magnificat ambao tumeusikia. Kwa hiyo katika ibada ya hija hii, sote tuimbe kwa furaha, kwa kutikisa kidogo, kwa kuimba kwa kutabasamu. Hayo yataleta furaha katika siku yetu ya leo ya hija. Kuna msemo mmoja wa Kichina unasema. Sikiliza msemo mmoja wa Kichina unasema. A person does not smile should not open the shop. ihi aea umuntu atali kumwenya atali kutabasamu atali za atali atali za ukingula duka ngida utundilamonenwelo. Sisi duka letu ni nani? Mwenyezi Mungu tunamwimbia kwa furaha, hasa hasa Mama Bikira Maria ambaye ni sababu ya furaha yetu hapa duniani. Turudie Bikira Maria ni sababu ya furaha yetu. furaha Furaha iliyoondolewa na Eva, ilirudishwa na Eva mpya ambaye ni mama Bikira Maria. Zakaria utasikia kuna inasema Sing and rejoice, Imba na kushangilia binti Sayuni. Kwa hiyo ile furaha ambayo iliondolewa na Eva, sasa Mama Bikira Maria ndiye ameirudisha duniani kwa kutuzalia Bwana wetu Yesu Kristo. Malaika anaru, anayarudia wakati wa kupashwa Bikira Maria maneno hayo. Kwa hiyo tuwe na furaha. Ile furaha ambayo iliondolewa na Eva, sasa mama Bikira Maria ambaye tunafanya hija kwake siku ya leo ndiye anarudisha furaha hiyo. Kwa hiyo, Mary the cause of our joy, turudie. Mary is the cause of our joy. Bikira Maria ni sababu ya furaha yetu. Furaha yetu, Bikira Maria anaimba wimbo wa furaha wa Magnificat tuliosikia katika maandiko matakatifu, Injili tuliyosikia sasa hivi. Ana furaha kwa sababu anamtembelea ndugu yake Elizabeti, anajawa na furaha na kuimba wimbo wa Magnificat, ni wimbo wa furaha. Ndio maana Mary is the cause of our joy, turudie. Mary is the cause of our joy. Mary is the cause of our joy. Bwana Yesu alipofika duniani alileta furaha katika Betlehemu. Wachungaji walionyesha furaha kubwa, kwa sababu mkombozi wa dunia amefika duniani ambaye alizaliwa na nani? Na mama Bikira Maria, the cause of our joy, sababu ya furaha yetu. Ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ulileta furaha kwa wafuasi wake kwa sababu alikuwa mshindi, alikuwa mshindi. Alipopa mbinguni, aliwaidia wafasi wake furaha, aliwaambia mkae na furaha. Kwa hiyo sisi wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo inabidi tuwe watu wa furaha daima katika maisha yetu, ndipo tutatangaza Injili ya furaha, ndipo tuta iga mfano na wa mama Bikira Maria ambaye alionyesha furaha na anazidi kutufulisha tupate wa furaha hapa duniani ili tuweze kumtumikia Mungu kwa furaha. Kwa kuketi mkono wake wa kume wa baba ana, anatuma furaha kwa njia ya Roho Mtakatifu, Roho wa upendo na Roho wa furaha. Siku ya kesho tutaadhimisha Pentekoste, siku ya furaha, roho wa upendo ambaye atatumimina ndani mwetu mapaji yake saba. Kwa hiyo tutakuwa na furaha ndani ya maisha yetu, tusiji kuwa na furaha. Lakini mama Bikira Maria ndiye kichochezi cha furaha yetu hapa duniani. Wakristo wa kwanza pamoja na mama Bikira Maria walikuwa na moyo wa furaha. Huu ndio msingi wa imani na, mwa, na mwanzo wa kanisa letu, walidumu pamoja na mama Bikira Maria akisimamia kanisa la kwanza ili wawe na furaha ya kumtangaza mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Kwa hiyo siku zile kabla ya Pentekoste walidumu pale wakisali pamoja akiwaletea furaha, joto la upendo lilikuwa kati ya mitume na wafasi wakimngojea Roho Mtakatifu, kanisa la kwanza lilipozaliwa wa Kristo. Kwa hiyo inabidi tumtumikie Mungu kwa furaha, tukika mama yetu Bikira Maria ambaye ni sababu ya furaha yetu. Kwa furaha hiyo, kwa furaha hiyo, we share the gospel of joy. Injili tunayo mbili ni injili ya furaha ni nyota ya uinjilishaji inayoleta furaha hapa duniani. Kwa hiyo sisi wa Kristo tuwe wainjilishaji, lakini njili tuihubiri tu, tu, tu, tui kwa furaha. Hapo ndipo tutamwiga mama Bikira Maria, ndiye kichochezi chetu anayeleta furaha hapa duniani. Baba Mtakatifu Francis alisema hivi, Wakristo wulenu hufanana na watu wanaotoka kilioni, ambavyo ni kinume cha Injili, the gospel of joy. Nasikia Baba Mtakatifu na Francis alisema kwamba Wakristo unapokutana nao wengine, kanisani, wengine mjiani, wanafanana we kama watu wanaotoka kilioni. Mwangalie rafiki yako, kama siku ya leo anatoka kilioni au anahubiri the gospel of joy. Muangalie mwenzako. Aise, mna mbili njiri ya furaha kwa kweli. Oh, safi sana, tumshukuru Mungu kwa kubili njiri ya furaha. Tusifanane na watu wanaotoka kilioni. Hata mara moja hatutaweza kumtangaza Kristo huyu ambaye ameleta furaha duniani na kuzaliwa kwake. Tumesema hapo alileta furaha duniani, amani iwepo duniani kwa watu wote wenye mapenzi mema Ia, tuunie Bikira Maria ni sababu ya furaha yetu. Fura yetu Kristo. Jifunze kwa mama yetu Bikira Maria hata wakati wa shida, pale msalabani Yesu Kristo alipokuwa anateswa, Bikira Maria alikuwa na furaha ile furaha yenye husuni kuonyesha kwamba mwanaye, mkombozi wa dunia, anakamilisha hija yake hapa duniani kwa kifo chake hapa msalabani. Bikira Maria alikuwa na furaha ya kumtoa mwanaye ili awe kipatanisho cha dunia na kuikomboa dunia hii, ambayo anataka Kristo tuwe watu wa furaha imani yake ilibaki na furaha na mapendo, hata wakati wa huzuni. Kuna kuna rafiki yangu mmoja aliniambia, alikuwa anatoka Dar es Salaam, alifiwa na mama yake. Sasa yeye na mke wake na watoto wakafunga safari kuja Bukoba kwenye msiba wa mama yao, lakini tunapotoka hapa ndani wenye basi tutatembea, kweli tunalia watu hawatatuelewa. Tujifunde tutabasamu, tutakapofika karibu na nyumbani kwetu tutaanza kuongoleza kweli. Katika safari nzima walikuwa wanaonyesha furaha nago okut leni nebaga hata lowe. Katika hukumu wa maisha uwe mtu wa furaha, the cause of our joy. Kwa hiyo katika maangaliko yetu tunayokutana nayo, tuwe watu wa furaha, tumtumikie Mungu kwa furaha katika maisha yetu. Tujifunze kwa mama Bikira Maria pale msalabani alivyokuwa na furaha katika dakika za mwanaye alipokuwa anateswa, ameshiriki kazi ya ukombozi wetu, anatufundisha furaha ya hali ya juu tunapomtumikia mwanaye. Zaburi ya mia moja mstari wa pili natwambia mtumikieni Bwana kwa furaha ao tusau familia yetu au wazokura si hija yetu kwamba moajo waimbaji wote, muwe waimbaji wenye furaha, wenye furaha. Haya, tikiza vichwa vyenu kidogo, mwonyesheni kwamba ni watu wenye furaha. Asante sana na Mungu azidi kubariki furaha zenu, hizo zilete amani, zilete upendo, zilete mshikamano ndani ya kanisa, kanisa moja takatifu katoliki. Roho Mtakatifu alimjaza Bikira Maria moyo wa furaha ya mama Bikira Maria ili tupate nasi furaha katika mwanaye mkombozi. Bikira Maria akiwa upandeni mwetu tunaweza tukatembea kwa furaha katika maisha yetu, yule wakati wa shida ai, au wakati wa furaha. Bikira Maria akiwa karibu na wewe unatembea naye, mama wa furaha. Utadumu katika furaha hiyo ash anatupa kampani ya maisha, kama malikia wa mbinguni anatusubiri siku moja tujumuike naye pamoja na watakatifu huko kwenye utukufu wa milele. Mary is the cause of our joy. Turudie, Mary is the cause of our joy. Bikira Maria akiwa mbinguni sasa, Bikira Maria huko mbinguni anawatazama watoto wake wote kwa upendo wa kimama, mwaliko wa waamini kumwinulia macho yao Bikira Maria ili aweze kuwaongoza kwenda mbinguni. Hata wanasema Petro pale mbinguni walimkali sana. Lakini mtu ambaye ameshikamana na mama Bikira Maria ametembea naye miaka nenda rudi Bikira Maria akampitisha dirisha, kwa sababu Petro akiona

Mwenyezi si Mungu anapenda kuwaokoa wa wanadamu mtu mzima kioo na kimwili, hivyo tujibidishe na kumtumikia Mungu kioo na kimwili kama wanakwaya. Mimi wanapenda wanakwaya kwa sababu wanatoa sadaka, wanatoa wao muda wao kila siku ya Mungu kuinjilisha, ku kwa furaha katika bashara Wanakwaya